Sisi tumefuatilia sheria kwa miaka tisa, na leo tunajaribu kuja kufuata yale kotini, amesema. Kuna watu wachache ambao wanatisha serikali na kusema watapigana. Wamepigana, wametupiga, kuna jamaa ameumiswa, na tunataka kusema ya kwamba tunaomba serikali waingilie wa mambo. Kotini imetoa uamuzi, hawa jamaa na kulipana na, na kwenda kwa mambo yao. Hatuwezi kubali, tutakuwa hapa mpaka tumalise. Ku, ku, ii center. Kuna shida hapa Majimoto kutoa title mara mbili na kupea shamba moja, ndio anasababisha sisi tuuane. Mimi nimepikwa leo, uvenye umeniona kichwa, nimeshonwa kwa ajili kupikania shamba ya kunyang'anya mwenyewe private land ya mtu, au anataka kuchukua na nguvu kukuja kusikisa ile maneno pale, ndio wakanipika watu, wakatufamia na mawe, akanipika na mawe. Nyinyi watu wa serikali wanakuja kupea msi ati director ya nyayo zone Ashitwe nacu tunasema. Sisi tunamwambia serikali akuja kubaki watu wa majimoto kwa sababu sisi ni watu wenu, na kama nyinyi hapana bak sisi kama watu wenu, hata sisi tunaweza kubadilika kwa sababu tumeona ya kwamba serikali ausi kusomama na hati. Tulisikia kuna jamaa mmoja anajifanya komiti aliita aliita wafuasi wake kuja kwa, kwa katia shamba ya wenyewe. Yes. Hey. Shamba, ambaye, shamba ambaye si ya senta ni shamba ya individual alikuja kuwaita, awakatia awape kama ploti, na yeye si komiti, hakuna mahali alishaichaguliwa alijifanya tu kuwa komiti. Yes.